Kwani private jet ni nini? Ndege, maana ya private jet ni ndege ambayo unaweza kuikodi. Ndio maana private jet. Yaani hata kingeoke helicopter sio mwenye kodi mwenyewe, yeah. Kwamba yaani eh, hujapanda na watu wengine na abiria wengine. Ndio okay, na, maana yake hiyo. Hata waelewe maana ya private jet ni nini? Jet ni ndege, private ni kitu ambacho binafsi sasa umekitumia wewe mwenyewe kwa matumizi ya kitu tofauti na kwenda kuungana na abiria wengine. Yeah. Eh, kwa hiyo size ya jet ni ukubwa, sasa ukubwa unategemea na fedha yako. Okay. Ukubwa wa ndege, aina ya ndege ni wewe na fedha yako. Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV kabisa na kwenye exclusive interview leo, niko na Issa Tambu. Nataka tuzungumzie masuala ya muziki, sababu pia yeye mwenyewe ni mdau wa muziki, piga naye mambo mawili matatu, nataka nipate take yako. Uh, juzi Diamond alikuwepo London na mmefanya show ambazo uh, watu wamezipenda Uingereza kwa ujumla, Scotland, kule Manchester na London pia. Kwa namna ulivyotazama zile show, pia maneno yamekuwa ni mengi sana. Umevutiwa na nini hasa na kipi ambacho umekipenda? Ah, kila kitu. Mimi nadhani mwandaji wa show ile alijipanga vizuri, lakini sio tu kujipanga auipanga, uh, alihakikisha mashabiki wanapata kile kitu ambacho walikuwa wanakitarajia. Unajua hizi show bwana, mwisho wa siku mwanao andando anavurunda. Unajua yeye na sibu anaitwa bwana, yeah. Na, kuna show lakini kazi kubwa anatakiwa kuifanya ni promoter na waandaa ile show. Kwa mimi nadhani promoter alijipanga vizuri kuhakikisha anawafikia mashabiki wote na kuwapa taarifa kwamba jamani Nasibu ana show. Kwa hiyo mimi nadhani promoter amefanya kitu kizuri lakini pia Nasibu kwa kazi yake, wajibu wake kama mtoto wake ametekeleza ipasavyo. Kwa hiyo amefanya kitu kizuri. Na ukiona Mtanzania anafanya kitu kikubwa kama kile, sio tu anatakiwa tumbeze, anatakiwa tu jivunie na tumpe hongera. Mengine wewe unazokana umefurahia uh, ume na ume, unapongeza pia. Lakini nimeona baadhi ya watu kwenye mitandao, kimo kinamwijia kuna baadhi ya watu wengine wamekuja na kusema kwamba Diamond inajaza peke yake bali ni kuna watu ambao wamesupport kwa maana na Nigeria na wamefanya watu ile show ikajaza. Asa huwezi kuwakataza watu kusema kina Mwijaku kina nani sema ni waziwa kusema tu. Lakini mwisho wa siku tunaangalia show ilikuwa ni ya nani? Umeelewa? <laughs> Eh, kusapotiana kupo. Mbona hata kuna mashow makubwa Wizkid anakuwa na, na, na, na, na, na, na show, lakini wana perform watu wengine hivyo. Kuna 50 Cent anakuwa ni show ya 50 Cent, tena watu wengine wana perform kwa kwao, akakuwa haimaanishi kwamba show ikiwa mtu fano wengine usiperform, amna kitu kama hicho. Kwayo kwa ni kitu kizuri show. Sisi tunajua ilikuwa ni nasibu na kama kweli walikuja kumpata mtu mwingine zaidi ya Nasibu sidhani. Lakini Nasibu ni mtu mkubwa, anafanya vizuri manyimbo yake, tena anafanya vizuri lakini, hata ukiangalia, sawa, tufanye show sio Nasibu, lakini angalia vibe la wale mashabiki Nasibu alipokuwa akiperform ni vipi? Eh, ni noma eh, kwa unaweza ukajua ni kitu gani? Kwamba show ile ilikuwa ni ya Nasibu na imekuwa vizuri sana. Sasa hivi inatengenezwa mtandaoni kwamba Juksi, ana, anatumiwa na Diamond. Kwa maana Diamond anatumia upepo wa Juksi. Hili lina maana gani hasa kwenye ina? Ha, sasa ni ujinga tu, si unajua ni ile watu shazowea kutengeneza chuki, lakini uh, Juksi ni msanii mzuri, lakini mwenyewe anajua mtu mkubwa aliomshika mkono na kum, kumuonesha mambo makubwa ya kimuziki na Nasibu, na hii si tu kwa Juksi, wasanii wengi wa Tanzania, hiyo mbona liko wazi. Kwa hiyo yule mpambao mtenda, mpenda haki kuzungumza anazungumza. Kwa hiyo kusema eti Juksi ndo ana, uh, Juksi ndo anamtambulisha, sio, utakuwa unakosea, unakosea vikubwa sana. Nasibu ni mtu ambaye ameshajitengeneza toka my number 1, ametengeneza fan base wa wapenzi wa wake wengi, amewatengeneza Nigeria, ana mashabiki wengi. Kwa hiyo Nasibu ni juzi tu labda. Kwa hiyo tuseme Nasibu alivyo nini na Juksi alivyooa ndo ndo ameshapata mashabiki, haiwezekani. <laughs> E, wanasema fan base ya ya Priscilla kwa maana ma, Nasibu ana muziki mzuri, fanya nzuri, lakini pia hata ku kushirikiana kwenye kazi sio kitu kibaya. Mi sidhani kama una kitu kibaya kushirikiana kwenye kazi eh, yeah. Hey, kwa hata mtu anaotoza kumsaidia na Nasibu ni kitu kizuri, kwa sababu wanasema utengano ni udhaifu, lakini umoja ndo nguvu tumekuwa na mambo mengi sana na hivi vitu wamekuwa wakati mwingine wakivishikilia kwa sura tofauti. Niliona ni uh, msanii Harmonize na Mario alikuwa pamoja na Mwijaku, alikuwa napanda uh, private jet akaanaelekea kwenye show moja hapa nchini na ikapostiwa mtandaoni, nikaona baadhi ya watu wakaanza kuitania ile, wanasema ni avieta bwana, ile kwa ukubwa ule na udogo ule haiwezi kawa private jet, na sasa sio na mtu anaangalia na kipato chake kwa sababu yeah. unajua pesa anaolipwa Harmonize pesa analipa Mario sio sawa sawa na thamani anaolipa Nasibu kwa, kwa na, um, sababu mimi sidhani kama kalipa haba milioni 40 atumie milioni 40 yote kwenye kukodi ndege. Okay. Haiwezekani. Kwa labda kalipo milioni 40 atatafuta ndege ya milioni 20 akode aende, lakini nao ni kitu kizuri, kwa sababu anafuata njia ya Nasibu. Kwa mtu mzuri yule mwenye kuiga maendeleo ya Nasibu na usani, unataka uji brand, usani unataka fedha, unajua, unaona kama vile Nasibu vile kila anapotaka kwenda anatumia private jet, ni ile inampa thamani namna gani? Hata mtu mwingine akitaka kumchukua, unaona, ah, huyo mtu huyo tabii kwanza nilipe ndege, kwa naangalia namna thamani inapokuwa kwa mtu mpaka anakufuata je, ashajipanga. Nikienda kwa Nasibu atataka nimkodie private jet milioni 20 au milioni 50 Atatakaja na madansa, kwa anakuja na bajeti nzuri yeah. Yeah. La, lakini take yako wewe, kwa sababu kuna watu ambao nimejaribu kuongea nao na naambia kweli, ile ni avieta. Kwa upande wako wewe hilo ulivyoitazama, ile ni, ni, ni private jet ama ni avieta? Kwani private jet ni nini? Ndege. Maana ya private jet ni ndege ambayo unaweza kuikodi, ndio maana private jet. Yani hata kingeoki helikopta, si umekikodi mwenyewe? yeah. Kwamba hujapanda uh, uh, na watu wengine na abiria wengine, ndio maana okay. Na, uh, yake hiyo, hata waelewe maana private jet ni nini. Jet ni ndege, private ni kitu ambacho binafsi, sasa umekitumia wewe mwenyewe kwa matumizi yako, tofauti na kwenda kuungana na abiria wengine yeah. Eh, kwa hiyo sieta ni ukubwa. Sasa ukubwa unategemea na fedha yako yeah. Ukubwa wa ndege, aina ya ndege, ni wewe na fedha yako mishafahni uelewai. Lakini alichokifanya pia kwa, no? kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hazi ya Harmonize na Mario pia hawakudeserve kupanda kama vile wanavyosema mtandao. kwa nini hawakudeserve? kani ndio uwezo wa kifedha Yaani, hapo wanataka kuwalazimisha watu kuwajikune huko wakati mkono ufiki. Haiwezekani kwao, watu wamefanya kile ambacho wanakiweza. Mimi nadhani sijaona tatizo lolote. Haina ubaya. Ni sawa kwa sababu ndio uwezo wao umefikia pale kwamba wanaweza kuchukua ndege ya kiasi kile. Kwa hiyo utalazimisha wachukue Boeing migine ndege ya gharama wakati fedha hawana. Haiwezekani. yes, yes. Eh. Tumeza la mwisho uh, mwaka huu tuko ni mwaka wa uchaguzi pia, mambo ni mengi sana pia, wasaa wako kwa Tanzania pia, unalipi la kuzungumza uh, kama moja watu ambao wanakutazama katika jamii kwanza mimi na, na, naombea sana amani e, mamlaka zote miimili yote ambayo kimsingi ndio inasimamia amani, basi wasimame imara, lakini tujaribu kuvumiliana e, hasa siasa. Unajua siasa kila mtu anakuwa ana uhuru wa kufanya uh, kile anachokitaka, yani nchi yetu ina vya uh, vyama vya siasa, inafahamu kwamba ni nchi ambayo ina vyama vya siasa vingi na kila Mtanzania ana haki a uh, ya kuchagua chama chochote anachoona yeye kwenye moyo wake kinamfaa. Mfano, kuna vyama vingi, kuna CCM kuna Chadema kuna Chauma kuna vyama vingi kwao. Sisi katiba yetu imeturuhusu uh, kuchagua chama unachoona wewe kinafaa, na mwisho wa siku kaungana nacho mkono siko sasa. Kwa hiyo mamlaka uh, ambazo zinasimamia sasa, nadhani ni wakati sahihi wa waku, kukaa sasa na kuangaliana kwamba kila mtu aheshimu mwenzie, huyo amheshimu huyu na huyu amheshimu huyu. Lengo e, wanasemaga, lengo tunatengeneza Tanzania moja, umeelewa? <tune> Lengo tunatengeneza Tanzania moja, lakini sio Tanzania tu tunataka, tunataka Tanzania ambayo ile e, yenye kuwa na a, amani amani moto, tulikopo nayo ni amani, ni nzuri. Tunafanya kitu chochote, tunaona hapa, tunauza magari lakini tukikosa tukikosa amani, hata magari hayo hatutauza hata wewe utakuja kunioja hapo kwa amani. Natakiwa tuilinde Watanzania wote, kipindi cha uchaguzi hichi tuna haki ya kuchagua viongozi tunaowataka, tutumie haki hiyo, lakini pia mm, tujitahidi kudumisha amani, umeelewa eh? yeah. watu wategemeni nini kutokea hapa, Issa Tambuu, sasa Ah, sisi katikati ya mwaka ndio kwanza tumeanza, ofa ziko nyingi. Tunawakaribisha tu waje Tambuu Mota, tutafanya nao kazi. Sisi tunajua ndio mabingwa wa kuuza magari kwa bei yoyote, tunauza gari bei yoyote ile. Karibu sana. Asante.